Wa neema yote imbisha moyo wangu mivulizo ya baraka inaamsha shangwe kuni unifunze ni kupende ni kuandame kote moyo wangu kajae furana tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha ukusalama salama salama niongoza hata kule nyumbani. Yesu Yesu, Yesu alinitafuta

aliambiwa asijaribu kumpenda Delila, pole pole pole pole akapuuza maonyo ya Bwana, pole pole pole pole akapuuza maonyo ya Bwana. Samson, shujaa mwenye nguvu mjasiri wake Mungu Aliambiwa asijaribu kupenda Delila, pole pole pole pole akapuza maonyo ya Bwana, pole pole pole pole akapuza maonyo ya Bwana. Dhambi anavuta macho, dhambi ni kama Delila, alimchanganya Samsoni. Dhambi ni mbaya, Delila kambembeleza, Delila akanyoa nguvu zake, kanyang'anywa hadi akafa. Dhambi anavuta macho, dhambi ni kama Delila alimchanganya Samsoni, dhambi ni mbaya. Delila kambembeleza, Delila akamnyoa nguvu zake, kanyang'anywa hadi akafa. Mara nyingi tumepuuza wito wake Mungu wetu, tumejimwaga katika dhambi, tumefunga macho Haleluya ya tunajuta tunateseka dhambi na ua haleluya. Tunateseka dhambi na ua. Mara nyingi tumevuza wito wake Mungu wetu Tumejimwaga katika dhambi, tumefunga macho, haleluya, tunajuta, tunateseka dhambi na tunateseka, tuna dhambi yanavuta dhambi, dhambi, dhambi. Macho dhambini kama Delila mm. Alichanganya Samsoni. Dhambi ni mbaya, Delila kabembeleza, Delila kanyoa nguvu zake, kanyang'anywa hadi akafa. Dhambia navuta macho, dhambia kama Delila alimchangana Samsoni, dhambi ni mbaya Delila kambembeleza, Delila akamjoa nguvu zake, kanyang'anywa hadi ya kafa. Dhambi inavuta macho, dhambi ni kama Delila alimchanganya Samsoni. Dhambi ni mbaya, Delila kambembeleza Delila akamyoa nguvu zake kanyang'anywa hadi akafa. Wow, msikilizaji sauti ni ya kumtoa nyoka pangoni. Watoto wachanga, ila wanaimba vizuri sana, na kwa mara nyingine ningewaomba tena Eh, mseme jina uh, jina yenu unatoka shule gani na mko grade gani? Kwa yule msikilizaji ambaye anajiunga nasi sasa hivi kabla muende kwa memory verse, so tutaanza na wewe. Anza tena jina. Happy Sabbath. Happy, Happy day, day. Happy day. Happy, Happy Sabbath, Sabbath. My name is called Nigel Gabriel. I am I am 11 years old. Mhm. Mm, I am going to give memory verse. Uko grade gani? Na shule gani? I am in Durarwa. Mm-hmm. I'm in grade five. Good. Acha. Tuende kwa huyu kwanza lakini. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name is Esther Mora. I am in St. Clement the Dux Primary and Junior Secondary School. I'm in grade five and I'm ten years old. Good. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina ni Dickson Manyera. Niko grade ya sita. Niko miaka kumi na mbili uko shule gani St Clement Orthodox Primary School Good sasa tuende kwa memory verse tunaanza na nani memory verse My name is Dickson Mangera ndaa memory verse came from the book of Revelation Revelation 22 verse

mwingine happy sabbath happy day happy day happy sabbath my name is Esther moranda i have a memory verse my memory verse come from the book of deuteronomy chapter 32 verse 3 the bible say i will proclaim the name of the lord oh praise oh praise the greatness of our lord amen amen

Right, msikilizaji, kwa sasa tutakuwa tunaelekea kwenye mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa tunapata salmon kutoka kwa wanafunzi hawa. Kwa hivyo usiondoke, zidi kutegea masafa ya 99.9 FM ukiwa nami Mori na Cheng pamoja na watoto kutoka New Portmal Sabbath School hapa studioni wakizidi kututumbuiza hii leo Wajua wewe kama msikilizaji wa Mtaani Redio, umepewa fursa ya kutoa malalamishi yako, ikiwa hujapendezwa au kufurahishwa na matangazo yetu. Waweza fanya vile kupitia kwa barua pepe info at mtaaniradio or ke au kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kwa nambari 0710606763 . Kumbuka hisia zako zitakuwa za kisiri baina yako na Mtaani Radio, ambapo wataalamu wetu watafanyia uchunguzi malalamishi yako na kutoa ripoti. Weka rekodi ya mawasiliano yote kati yako na Mtaani Radio. Ujumbe huu ni kwa mamlaka ya mawasiliano ya humu nchini Kenya.

japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi kwa nyimbo nyingi, waliimba na kumsifu Bwana, lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa, yalibadilika mambo niko Right, msikilizaji anajulikana kama Nandi kutoka nchini Tanzania na kibao hicho cha nikumbushe kibao ambacho kinatufikisha media saa mbili dakika 27. Kumbuka tuko na watoto kutoka New Port Mall Sabbath School hapa studioni ambao wanazidi kututumbuiza. Iwapo ungependa kuwapongeza, nambari zetu za simu ziko wazi. Nambari za simu ni 0710606799, hiyo ni call line. SMS line ni 0710 667. Kwa sasa tutakuwa tunapata sermon kutoka kwa watoto hawa ndani ya studio. Karibu. Jonah was a servant from God. God sent him to Nineveh to go and Jonah refused and he was disobedient he went at Tarashishi so when he, he was in the boat traveling a ship a ship came and ikatingisha a boat so watu wakaanza kuogopa Jonah was asleep so Jonah told them I'm the one who is doing like that throw me inside the water when, when Jonah was thrown inside the a big fish came

Amen, Amen. Amen. Do we like Naam, kwa sasa msikilizaji, tutakuwa tunapata vibao kutoka kwa wanafunzi hawa alafu baada ya hapo mtawapa fursa ya kusalimia watu alafu tutakuwa tunatamatisha na maombi ya mwisho, ila kwa sasa nawapa kibao hiki. Usiondoke, zidi kutegea masafa ya 99.9 FM.

Tutaondoka na watoto wetu. Tutaondoka na mifugo yetu. Vijana wetu na wazee wetu tunakwenda kumfanyia Mungu sikukuu. Tutaondoka na watoto wetu tutaondoka na mifugo yetu. Vijana wetu na wazee wetu tunakwenda kumfanyia Mungu siku kuu. Tutaondoka na watoto wetu, tutaondoka na mifugo yetu, vijana wetu na wazee wetu tunakwenda kumfanyia Mungu siku kuu tutaondoka na watoto wetu, tutaondoka na mifugo yetu, vijana wetu na wazee wetu. Tunakwenda kumfanyia Mungu sikukuu, tunakwenda kumfanyia Mungu sikukuu, tunakwenda kumfanyia Mungu sikukuu very nice asanteni sana watoto hawa wanazidi kutuburudisha ama kututumbuiza hapa studioni kwa sasa watakuwa wanatupa kibao kingine It is a good morning teacher, how are you? <shush> It is a good morning, Dixon. It is a good morning, Esther. It is a good morning, Nigel. How are you? Nikitazama mjini Kalvari, ni namona mwana wa Mungu, mwana kondoo asiye na kosa, damu yamwagika. Nikitazama mjini Kalvari, nini namona mwana wa Mungu, Mwana kondoo asiye na kosa. Gharama hiyo ilinishinda, akanifia wana wa Mungu. Ni mimi nisitahili, ni mimi kufa, gharama hiyo ilinishinda Ukanifia wana wa Mungu. Nasema nasema asante. Natubu dhambi za wazazi wangu, mimi natubu dhambi zangu, mabaya yote yanayonifata. Baba, baba, baba nisamehe. Natubu dhambi za wazazi wangu, natubu dhambi wangu nini, natubu Mabaya yote yanayonifuata baba, baba, baba nisamehe. Eti ni mimi i ni ni mimi, mimi, nilistahili kufa, gharama hiyo ilinishinda, ukanifia mwana wa Mungu. Nasema nasema, nasema, asante. Eti ni mimi, ni mimi nilistahili kufa, gharama hiyo ilinishinda ukalifia mwana wa Mungu. Nasema, nasema, asante. Eti ni wewe ulistahili kufa garama iyo ili kushinda akakufia mwana wa Mungu, tusema asante. Eti ni sisi, ni sisi tulistahili kufa garama akatufia wa Mungu. Twasema, twasema, asante eti mimi, mimi ni, ni mimi nilistahili kufa garaba yeye ni shida ukatufia mwana wa Mungu. Nasema, nasema. Nasema, asante. Eti ni wewe ulistahili kufa gharama ni wewe, ulistahili kufa gharama ili hiyo ili nishinda. Ukatufia mwana wa Mungu. Nasema, nasema. Nasema, asante. Eti ni sisi ni sisi tulistahili kufa gharama gharama hiyo ili tushinda mwana wa Mungu wasema asante, wasema, ah, na msikilizaji, ni watoto kutoka Newport Mal Sabbath School ambao wako hapa studioni wakizidi kutumbuiza kwa wakati huu. Kwa, uh, kwa sasa ningewapa fursa ya kusalimia wasikilizaji ama kusalimia watu ambao wanasikiliza uh, pale nyumbani na tuanze na, na ni Najma Najela. Happy Sabbath, happy, happy day. Day. Happy day. Happy, happy Sabbath. Sabbath. Nasalimia familia yetu yote. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy, happy Sabbath. Sabbath. Nasalimia babaangu akikuwa nyumbani. Happy Sabbath. Happy day. Happy, happy day. Happy, happy Sabbath. Sabbath. Nasalimia wasikilizaji. Naam, asanteni sana. Kwa sasa msikilizaji wa watakuwa wanatufungia kwa maombi ili waelekee kanisani. Let's pray our kind and everlasting master, we come before you this moment as you have finished our programs be with, be with us as you are going to church protect who are in the road going to church in Jesus name I pray na Amen. asanteni sana ningetaka kuwatakia Jumamosi njema hadi Jumamosi ijayo msikilizaji kwa hili kwa sasa ila mimi nawe tunazidi kuwepo hadi itakapo hitimu mida ya saa tano, wakati ambapo nitakuwa naondoka hapa studioni.